Hali ya kawaida kabisa mwanadamu kaumbiwa choyo, yaani tumeumbiwa kujijali sisi wenyewe. Yani hicho kitu Allah ameahidi na kasema kwenye Qur'ani, hakika ya mtu sisi tumemuumbia choyo. Ndio maana Allah katoa mtihani kwa mwanamke na kwa mwanamume pia. Kwa mwanamume, Allah kamfanya kuwa ndiye mtafutaji naye ndiye humruzuku. Anakuangalia baada ya kuwa umeshapata, je, utatumia kwa vile ambavyo alikuelekeza kuwapa, kuwasaidia ndugu jamaa na familia yako. Usionda kazi rahisi sana kutoa hela ya matumizi kwa familia kila mwezi kwa ukamilifu wake, ni moja kati ya kazi ngumu sana ambazo Allah tabaraka wa taala ametegesha kwa mwanadamu. Wewe je, ukishapata ndugu zako atafaidika kupitia wewe? Ndicho ambacho Allah tabaraka wa taala anakitaka, na vinginevyo. Lakini kwa upande wa wanawake, sote tunajua mapenzi ni moja ya kitu ambacho kinaumiza sana. Allah akapitisha mtihani kwao wa mume wake kuana ruksa ya kuoa mke zaidi ya mmoja. Allah akapitisha ruksa hiyo ili naye pia ampime, je, atakuwa tayari? Tumeumbiana choyo sisi e, hata of course wewe hawezi kuwa tayari katika kitu kama hicho, lakini ni mtihani pia kwao, atakuwa tayari kwa ajili ya Mola wake akubali kushare kile akipendacho dhidi ya mwingine ndio mtihani ambao pia kwa ndugu zetu wa kina mama, Allah tabaraka wa taala ameuweka. Kwa ndugu zangu, choyo tumeumbiwa nayo, papara ya kuyaendea mambo, Allah amesema katuumbia nayo, lakini mbora kati yetu atakuwa ni yule ambaye ataweza kuizuia ile choyo yake, ataweza kuzuia ile papara yake, na aweze kufanya kwa ukamilifu wake kile kitendo huyu ndiye atakayekuwa mbora kati yetu. Allah tabaraka wa taala anajua zaidi.